Taarifa mbalimbali zinasema kwamba Manchester United wako mbioni kuhakikisha kwamba wanapata mshambuliaji mwingine wakati dirisha la usajili litakapofunguliwa. Hii inakuja hasa baada ya kuonekana kwamba Rasmus Hojlund na Joshua Zirkzee hawatoshi katika nafasi ile, kwa sababu hawafungi magoli ya kutosha na hawakuhakishi ushindi katika mechi ambazo unahitaji ushindi. Basi wanatajwa baadhi wa washambuliaji wengi sana ambao Manchester United inahusianishwa nao katika dirisha la usajili ambalo linakuja. Ni nani hao na kwa nini tunaweza kuwafikiria kwamba wanaweza kutusaidia indapo zitachukua saini zao? Basi nimekuandalia makala fupi inayochunguza baadhi ya majina makubwa ambayo klabu inajaribu kuwafukuzia. Nitakwambia ubora wao, nitakwambia udhaifu wao lakini pia nitakwambia maoni yangu kwa nini nafikiri mtu fulani anafaa na mtu fulani hafai, na nitakwambia kwa nini klabu inahitaji kuhakikishwa kwamba inapata saini ya mshambuliaji mmoja kati yao. Karibu sana, twende pamoja, tupitie washambuliaji hawa hapa hapa United TZA. Hujambo, habari ya wakati huu, karibu sana United TZA tuweze kuongelea hawa washambuliaji watano ambao wanahusishwa sana na kusajiliwa na klabu ya Manchester United. Mshambuliaji wa kwanza ambaye nitaenda kumzungumzia katika sehemu hii, huyu amefanya kazi na Ruben Amorim katika klabu yake ya zamani ya kule nchini Ureno ni bwana Victor Jokers. Kijana huyu wa Kisweden ambaye ana miaka 26 anatajwa uh, kwamba ni miongoni mwa washambuliaji bora zaidi ulimwenguni kwa sasa. Kwa nini tunasema hivyo? Takwimu zake za msimu huu zinaonyesha wazi kwamba katika mechi 33 ambazo amecheza msimu huu amefanikiwa kufunga magoli 34 na kusaidia magoli sita. Kwa maana nyingine, katika mechi 33 ambazo ame, amecheza amehusika kwenye magoli hiyo inaonyesha ni jinsi gani huyu kijana ana uwezo mkubwa sana wa kupachika mabao. Thamani yake ya sokoni kwa sasa anatajwa kuwa inafika zaidi ya pauni milioni sitini na nne. Kwenye mkataba wake ana kipengele ambacho kinaweza kumruhusu kuondoka kwa gharama fulani ambayo iko chini ya milioni themanini. Manchester United inatajwa kama miongoni mwa klabu hizo lakini changamoto kubwa katika kujaribu kumsajili Victor Gyokeres inaweza ikawa ni changamoto mbili. Hasa changamoto ya kwanza ni changamoto ya kifedha, kwa sababu inaonekana kwamba itahitajika fedha nyingi kuweza kumsajili mchezaji huyu, lakini pia huenda akahitaji klabu ambayo inacheza Champions League na ambayo, huenda tusipofanikiwa kuingia Champions League, inaweza ikawa kuna changamoto na ugumu kupata sahini ya mchezaji huyu ambaye kwa kweli anaonesha ubora mkubwa sana wa kufunga mabao lakini pia ameonyesha ubora mkubwa ndio, lakini ni katika ligi ya Ureno. Je, tunajuaje kwamba ataweza kuja na kuonyesha mambo hayo hayo na nguvu hiyo hiyo katika ligi ngumu zaidi ulimwenguni ya Premier League? Kwa kweli hilo hatuwezi kulijua kwa uhakika, lakini unaweza kama ku take risk na kujaribu kuona kama anaweza kukulipa. Kwa hiyo binafsi nafikiri huyu ni mchezaji ambaye ameshafanya kazi na Ruben Amorim anajua ubora wake, ana jinsi ya kumtumia. Nafikiri huyu akija itakuwa ni moja kwa moja kwenye kikosi, kwa sababu hana haja kuanza kumwelekeza vitu vingi, sababu tayari ameshafanya naye kazi, manake anaingia kwenye kikosi moja kwa moja, na nafikiri anaweza akawa na msaada mkubwa sana. Lakini realistically, tungejaribu kuangalia mambo kihalisi, nafikiri usajili wa wa Victor Gyokeres utakuwa mgumu kwa sababu ya Champions League, lakini pia kwa sababu za kifedha. Nafikiri huenda ikawa vigumu kupata saini ya mchezaji huyu mchezaji wa pili huyu ni raia wa nchi ya Nigeria, tunamwangalia hapa Victor Osman. Victor Osman kwa sasa anakipiga katika klabu ya Galatasaray ambake yupo uko kwa mkopo akitokea katika klabu ya Napoli. Kijana huyu wa Nigeria ana umri wa miaka 26, kama vile ambavyo ilivyokuwa Victor Jokeres, na thamani yake sokoni kwa sasa inatajwa kufika pauni milioni 60 katika msimu huu wa mwaka 2024 na 25 katika mechi 29 ambazo amecheza amefanikiwa kufunga magoli 26 na kusaidia magoli matano, kama ambavyo ilivyo kwa Victor Jokeres pia. Victor Osimhen anaonekana kwamba ana uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli ya aina mbalimbali, lakini pia kitu kingine cha ziada ambacho anacho ana ubora mkubwa sana kwenye spidi, kwa hiyo maanake ni kwamba katika timu ambayo inacheza mpira wa haraka haraka mpira wa kasi sana, Victor Osimhen anafaa sana kwa sababu ya uwezo wake wa kukimbia lakini pia kutopoteza nafasi ambazo anazipata. Uh, tatizo kwa Victor Osimhen ni nini? Osimhen amekuwa na changamoto kidogo ya majeraha. Tunahitaji mshambuliaji ambaye atakuwa anawasika kupatikana angalau msimu mzima. Sidani kama itakuwa ni jambo la busara kupata mchezaji mwingine kama Martial, ambaye kwa intensity ya ligi ya England ilimshinda, na kila siku akawa anapata majeraha. Kwa hiyo nafikiri, uh, Victor Osimhen ni kweli ana ubora mkubwa sana lakini, historia yake ya majeraha kidogo inanipa wasiwasi kidogo, sababu intensity ya ligi ya soka nchini Uingereza ni kubwa sana, anaweza ikampa wakati mgumu sana ikiwa hatutakuwa waangalifu. Kwa mfano katika mechi zaidi ya katika misimu iliyopita amekosa mechi muhimu zaidi ya kumi na tano. Kwanza ukaona ni kwamba ingawa hana historia kubwa sana kama alivyokuwa Masal, lakini bado ana udhaifu mkubwa sana kwenye kupatikana na kuna mara nyingi anakuwa injured, kitu ambacho kinaweza kikawa changamoto sana katika kumsajili Victor mchezaji wa tatu ambaye ningependa kumwongelea huyu ni Benjamin Shesko ambaye huyu ni kijana ambaye ni raia wa Slovenia mwenye umri wa miaka ishirini na moja. Katika orodha hii ambayo nimekuandalia huyu ndo mchezaji mwenye umri mdogo zaidi kati ya wote kwa sababu ana miaka ishirini na moja na kwa sasa akipiga katika klabu ya RB Leipzig. Thamani yake sokoni kwa sasa ni ndogo kuliko watu wote ambao kwenye orodha yangu kwa sababu yeye anataja ah, kuwa na Pauni milioni 43. Lakini takwimu zake zinasemaje? Katika msimu huu ambao unaendelea wa mwaka 24-25 katika mechi 33 amefunga goli 14 na, na kusaidia goli tano kwa maana katika mechi 33 amesaidia katika goli 19 hivi. Kwa hiyo sio mbaya sana. Of course ubora wake wa kufunga magoli haufikiwa Osimhen na Victor Yokeres, lakini bado kwa umri wake unaweza kuona kwamba bado ana mengi ya kujifunza lakini anaonesha kwamba ana potential kubwa sana ya kuweza kufunga magoli lakini pia ana ubora mwingine ambaye ni muhimu sana kuwa naye katika katika katika ushambulia, kwa sababu yeye anakaa, ni mchezaji ambaye ni mrefu, ana urefu wa hali ya juu sana, lakini pia ni agile, maana yake kwamba ni mwepesi sana. Ni, ni type ya wachezaji kama mwangalie yule Rodrigo Muniz, yule Rodrigo Muniz ni kama hawa ni kama huyu Benjamin Sesko, ni mtu mwepesi sana yani mdu ambao ufikiri kama atapiga, shageuka, shapiga, shuti zamani sana kwa hiyo, udhaifu wake ni nini? na kuna ugumu gani kwenye kumsajili? Kuna tetesi kubwa sana kwamba huenda akahamia Arsenal sababu Arsenal pia wanataka mchezaji wa kuwa mshambuliaji, na huenda inaonekana kama vile deal lake kwenda Arsenal ni kama inakaribia kukamilika, kwa kuna uwezekano tukamkosa kwa sababu hiyo, lakini pia huyu pia amecheza katika klabu ya Leipzig peke yake katika klabu kubwa, kwa hiyo bado hajaingia kwenye klabu ambazo zina intensity kubwa sana, kahitaji uzoefu zaidi. Kwa hiyo nafikiri huyu tukibaki na, tukibaki na Rasmus Hojlund alafu kama tukamleta Benjamin Sesko sidhani kama tutakuwa tumetibu tatizo otherwise, kama tunamuondoa Rasmus Hojlund alafu akaja Benjamin Sesko na mwingine mtu mzima, hiyo itakuwa na make sense, lakini kumwacha Rasmus Hojlund alafu kumleta Benjamin Sesko ni kama ni kama wote wanafanana, yani wote ni wadogo, alafu wote bado wana uzoefu. Kwa hiyo well, sidhani kama itakuwa ni uamuzi mzuri sana kumsajili huyu Benjamin Mchezaji wa nne ambaye ningependa kumzungumzia ana umri wa miaka ishirini na mbili, anakipiga katika klabu ya Eintracht Frankfurt na huyu ni Hugo Ekitite. Thamani yake sokoni pia ni ndogo, kwa sababu anataja kwamba thamani yake kwa sasa ni pauni milioni 34, na na huyu ana ubora mkubwa kuliko hata Benjamin Shesko, lakini pia umri wake kidogo ni mkubwa kwa mwaka mmoja kuliko Benjamin Shesko katika mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano takwimu zake zinasema kwamba katika mechi thelathini na tano ambazo amecheza amefunga magoli kumi na sita na kuassist magoli saba. Katika orodha hii ambayo nimekuandalia, huyu ndo mtu pekee ambaye ana assist nyingi zaidi katika mechi ambazo amecheza. Kwa hiyo, huyu ukiacha na kufunga magoli, ana ubora wa kuassist zaidi. Huyu ni ni hurricane type of player, ni mtu ambaye anajua kufunga lakini pia anajua kutengeneza nafasi kwa watu wengine. Ubora wake mwingine pia ni, ni mtu ambaye ana skills nyingi sana mguuni. Yaani ni miongoni mwa washambuliaji wachache ambao wana ubora mwingi sana mguuni. Unajua washambuliaji wengi hawana skills mguuni ile zile chenga na nini zile zile, zile tu, tunaona tu. Tulishawasaa watu kama akina akina Delima tulishawasaa siku nyingi sana. Siku hizo hawapo wa hivyo wengi. Lakini huyu huyu huyu Hugo Ekitike anakupa ladha za kina Berbatov kwa sababu ana ana uwezo mkubwa sana mguuni, control yake nzuri sana. Lakini pia anajua kudribble zile timu ambazo, lakini kutokana pia na kikosi alichonacho muda huo, labda kuna injury au kuna nini anaweza kamtwist na kumtumia katika vile ambavyo anataka. Kwa hiyo katika maoni yangu pia huyu ni ni option nyingine nzuri zaidi ikiwa tunataka mshambuliaji ambaye tunaweza kumtumia kwa ki, kwa kipindi kirefu zaidi cha wakati. Lakini pia ukilinganisha ukiongelea pia yale yale ya Rasmus Hojlund, huyu pia ana umri mdogo, bado anahitaji kujifunza, bado ana uzoefu. Kwa hiyo huyu anaweza kaja lakini sidhani kama atatusaidia atatu akiwa peke yake. Kwa hiyo huyu kimleta huyu na Rasmus Hojlund ni kama unaleta Rasmus Hojlund wawili, wote wanahitaji kujifunza, wote wana uzoefu. Kwa hiyo kama itakuwa ni kitu kizuri kwa sasa hivi, nafikiri tunahitaji mtu ambaye tayari ni proven goal scorer, ambaye tayari ana uzoefu, ambaye hana muda wa kujifunza, ambaye tayari ashajifunza, ni kuja tu kuendeleza kila ambacho tayari anakifanya. Mshambuliaji wa mwisho ambaye nitamzungumzia leo, na huyu anatoka katika taifa la Canada ni Jonathan David, angalie mechi ambazo amecheza Jonathan David na klabu ya Lille Metropole. Jana huyu ana umri wa miaka 25 anakipiga kule lile Metro, katika klabu ya Bundesliga na thamani yake pia inataja kuwa pauni milioni arobaini na tatu, lakini tofauti na wale wengine wote huyu Jonathan David mkataba wake na lile Metro unaisha mwishoni mwa msimu huu. Maana ni kwamba atakuwa ni free agent mwishoni mwa msimu huu i ikiwa, uh, ikiwa lile hatampa mkataba mpya kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu anaweza akapatikana free bila kutoa gharama yoyote. Takwimu zake za msimu huu zinaridhisha, kwa sababu katika mechi 34 amefunga goli 21 na moja ameasisti magoli matano kwa mechi 34 magoli ame, magoli 26 amehusika kwenye msaada wa magoli haya. Lakini pia ubora wake mwingine huyu mkubwa sana ni uwezo wake wa kumalizia nafasi ambazo anazipata n yaani, yake huyu ni kama nafikiri, ni kama Anthony Martial katika accuracy. Unajua, nilikuwa naongeaga kuhusu Martial, watu wakawa naelewa. Martial ni mtu ambaye alikuwa apata nafasi nyingi sana lakini, Martial ni mtu ambaye alikuwa akipata nafasi mbili, unawashika zote ni goli, au moja ni goli. Kwa hiyo alikuwa na uwezo huo wa kumaliza nafasi ambazo anazipata. Huyu pia ni mtu wa aina hiyo, ana uwezo mkubwa sana kumaliza nafasi n. Yani, hahitaji kupata nafasi tatu kufunga goli, anahitaji nafasi moja au mbili, ameshaua aisha maliza. Kwa hiyo akipata timu ambayo inamtengenezea magoli ya kutosha maana yake anaweza kufunga magoli mengi sana, sababu ya uwezo wake mkubwa sana wa kumalizia uh, kuweza kufunga vizuri sana. Anajua kujiposition vizuri sana, ni kama Chido Obi ambavyo tunamsifia anafanya anajua kwenye spaces, anajua kutumia na fancy, anajua kufanya runs in behind ikitokea mabeki wanarudi nyuma kidogo anajua anajua kucheza kucheza na offside trap. Kwao ni mtu ambaye anakopa kitu cha tofauti na wale ambao tunao, na anaweza m mchezaji mzuri sana kumtumia kum, kum, kum lakini pia huyu ana udhaifu pia, ana dhaifu yake mkubwa sana ni kwamba mipira ya juu haiwezi, kwa hiyo sio mtu wa kufunga magoli ya vichwa sana. Kwa hiyo sio mtu wa kutegemea kwamba akiwa kwenye box utapiga cross atapiga kichwa, anaanza anafunga, lakini yani hiyo sio sio moja ya ubora wake alionao ali, ali, ali, kwa hiyo uh, ni mtu ambaye pia anapungukiwa hiyo hiyo ufanisi wa kufunga magoli ya vichwa huyu, uh, pia ana udhaifu wake, lakini kumbuka huyu anapatikana bure mwishoni mwa msimu huu ikiwa ataongezewa mkataba mpya na kitu ambacho ni unlikely, kwa sababu inaonekana kabisa kama vile hawana mpango wa kumongezea mkataba hawa lile. Kwa hiyo, um, ni mchezaji mzuri pia ambaye tunaweza tukamfikiria kum, kumsajili. Sasa naomba ni ni kwambie maoni yangu kuhusu hawa wachezaji uh, kwa nini nafikiri ni nani ambaye anafaa naweza kuchukua nafasi ndani ya klabu na ni nani ambaye nafikiri huenda tunamuhitaji lakini hatuwezi kumpata na mambo kama hayo. Kuna wale ambao wana uzoefu mkubwa, kuna wale ambao hawana uzoefu kama kina kina Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, lakini pia kuna watu kama Victor Gyokeres, kama kina Victor Osimhen ambao tayari watu wazima na uzoefu kidogo. Kwa hiyo kuna mix hapa ya wachezaji. Sasa mimi nitakwambia, kwa sababu tuna mtu kama Rasmus Hojlund ambaye, ikiwa tabaki, anaweza kama msaada mkubwa kwa kuendelea kujifunza, kwa nafikiri ingekuwa vizuri tupate mtu ambaye anaweza kumfundisha mengi zaidi ya kujifunza bwana kwa ikiwa ningekuwa nina option ya moja kwa moja hapa, ningeenda kwa Victor Osimhen, kwa sababu Victor Osimhen ni proven goal scorer tayari. Lakini pia amecheza Napoli na, ni klabu kubwa, tension yake pale ni kubwa kuliko iensha aeya na, na, na, na, na, na, Sporting Lisbon. Na option nzuri kabisa ambayo unajua kila mtu anafikiria hapa ni Victor Gyokeres. Lakini mimi na hapa najaribu kuongea kitu ambacho ni Natamani kumpata Yokeres lakini najua haiwezekani kumpata kwa sababu ya hali za kifedha lakini pia kuna uwezekano mkubwa sana yeye akaenda timu ambayo iko Champions League. Kwa lazima pia tuwe realistic. Victor Osimhen pia kuna ugumu huo wa kifedha kwa sababu ya mabadilishano na Gana, kama hivyo, kuna ugumu huo pia, lakini inawezekana pia tukampata kwa hiyo, realistic approach ambao ni rahisi zaidi klabu kufikiria na ingeweza kuwahi kuchukua ile deal ni Jonathan David. Nitakupa sababu kuu nne kwa nini tunaweza kwenda kwa Jonathan David kuliko watu wengine wote ambao nimewataja. Kwanza, kama nilivyokuambia, Jonathan David tayari ana ana, ana, ana ana, ubora mkubwa, lakini pia umri wake unamruhusu. Lakini tuachana mambo haya ya umri. Jambo la kwanza muhimu kabisa ambalo linatufanya tuende kwa Jonathan David ni kwa sababu ya anapatikana bure mwisho wa msimu, atakuwa hakuna fee ya kumnunua. Maana ni kwamba nafasi moja ya mshambuliaji tutoka tumeikava, alafu ela ile tunaisave kwa ajili ya kutafuta Right wing back, beki kiungo na sehemu zingine ambazo lazima tuhangaikie kuweza kuzifidia. Kwa hiyo tunakuwa tumefanya uamuzi mzuri sana kumchukua mtu kwa bure ambaye anaweza akakupa nafasi kama hii ya Jonathan David. Sababu mimi mwenyewe nashangaa kwa nini inakuwaje inakuwaje mpaka leo hawajampa mkataba, maana yake kuna uwezekano mkubwa kama amekataa, sababu anafikiri kuna klabu nyingi zitamhitaji kwa sababu ya ubora wake. Kwa hiyo anafikiri tukimpata itakuwa ni jambo bora sana, sababu atakuwa amepatikana free of charge. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili Uh, ameonyesha consistent kwenye, kwenye, kwenye kufunga. Katika ligi one, kila msimu anafunga movement zake zinaonyesha kwamba kila siku anaboreka na naamini kabisa kwamba ukiangalia jinsi ambavyo anacheza, nguvu zake anazotumia, uwezo wake kufunga magoli, mimi naona kabisa kwamba huyu tayari anaweza kufanya kazi vizuri sana kwenye Premier League, sio kama utakuwa na changamoto hiyo ya kucheza Premier League na kushindwa kufunga magoli. Jambo la tatu, um, anapatikana zaidi, yani inamaanisha kwamba fitness yake tunaongelea watu kama Bruno Fernandes, ambaye huyu ni mtu ambaye haumi ana, ana fitness ya juu sana na kila siku. Na kumbuka intensity ya ligi ya England ni kubwa sana, inahitaji watu ambao wana uwezo wa kucheza mechi kila siku bila kuumia. Huyu anakupa hicho kitu. Hiyo ni sababu ya tatu, availability yake ni uhakika sana. Na sababu ya nne ya mchezaji huyu ni versatility, yani anaweza kutumika katika sehemu tofauti tofauti za uwanja. Anaweza kucheza kama mshambuliaji peke yake namba tisa, anaweza kucheza kama winga, anaweza kucheza pembeni, lakini pia anaweza kucheza kwenye kwenye position za washambuliaji wa tisa na kumi, anaweza kucheza katika nafasi hiyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye Ruben Amorim anaweza kumtumia katika nafasi tofauti tofauti uwanjani, na baada akamuofa kitu kizuri sana kumtumia. Kwa hiyo kwa maoni hayo, kwa sababu hizo nne mimi nafikiri ni jambo bora sana kwamba twende kwa Jonathan David. Hata sasahivi tuanze kuingilia dili, tuzungumzane kabisa, ikiwezekana tumpe hata pre-contract ili tuweze kumpata dirisha litakapofunguliwa, kwa sababu naamini kabisa kwamba huyu tunampata bure, anapata muda wa kujifunza, lakini kwa sababu unampata bure, hiyo ni ni riski, ni riski ndogo. Umeweka hata kifeli baada ya msimu mmoja, you have nothing to lose. Umempata bure you just leave, let him go. Una, unaenda kwa mtu mwingine kuliko unaenda kuinvesti milioni zaidi ya milioni 75. Kwa hiyo um, Jonathan David risk ndogo, uwezo mkubwa, versatility ipo, physicality ipo, umri unaruhusu, ana tiki nafasi nyingi zaidi kuliko watu wengine ambavyo wana tiki. Kwa hiyo nafikiri kwamba ningependa zaidi kama klabu ingeenda kwa Jonathan David, kwa hiyo ingekuwa jambo jema tungempata huyo, nafikiri angetupa msaada mkubwa sana kwenda hapo mbele basi huo ulikuwa ni uchambuzi mfupi kuhusu baadhi ya majina makubwa ya washambuliaji ambao wanahusishwa na kusajiliwa na klabu ya Manchester United. Hapo kwenye ni comments, ningependa ni uniandikie pia maoni yako, kati ya mbayo tumewataja au mwingine amba ana nani ambaye anahusishwa, unafikiri ni nani ambaye anafaa kuja kuchukua klabu ya Manchester na kucheza namba pale namba tisa. Ni nandikia maoni yako hapo chini pitia, na nitafurahi sana kuyapitia na kuyashare katika mitandao mingine ya kijamii tufuatilie kule Instagram, X na TikTok kwa jina la United TZA. Na mimi na naomba na kutufuatilia subscribe, like na kushare video zetu hapa hapa United TZA. Come on! TZA dive into the world of sports with United TZA